Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amefikishwa mahakamani Jumatatu hii kwa mara ya kwanza tangu aombe msamaha kwa rais wa nchi hiyo katika kesi yake ya muda mrefu ya ufisadi, hatua iliyoungwa mkono na mshirika wake wa karibu Rais wa Marekani Donald Trump. Wanasiasa wa upinzani wamejitokeza kupinga ombi hilo, huku baadhi yao wakisema kuwa msamaha wa wowote unapaswa kuwa na masharti ya Netanyahu kustaafu siasa na kukiri kuwa na hatia. Wengine wamesema waziri mkuu lazima kwanza aitishe uchaguzi wa kitaifa ambao unatarajiwa kufanyika kufikia Oktoba mwaka 2026 kabla ya kuomba msamaha wowote. Naftali Bennett, waziri mkuu wa zamani, alisema ataunga mkono kumalizika kwa kesi hiyo ikiwa Netanyahu atakubali kujiondoa katika siasa ili kuiondoa Israeli katika machafuko hayo.